Halo, habari? bari poa, karibu iko business, unaongea na Haika. Um, samani nilikuwa na maswali ni kidogo, tunaweza tukaongea? Shida, na shida. Okay, sawa. Samahani, nilikuwa mbakujua lengo lako lilikuwa nini kujiunga kwenye mafunzo yetu ya kuagiza bidhaa kutoka China? Likuwa, China. Lengo lilikuwa nilikuwa nataka kwenda kuchukua mzigo mwenyewe na kuhuru. So, umefikia wapi mpaka sasa? Bado ah. Tunasubiri tu vikae sawa. Okay, sawa. Kwa hiyo hawakuwahi kujaribu kuagiza kwanza online, ni kwamba lengo lako ni usafiri tu mwenyewe. Yes, kwa hiyo kuagiza online ni safari mwenyewe, nikapata experience ya nini na kitu kama mzigo. A kwa, kwa sasa uko kwenye biashara gani na ni bidhaa gani unatarajia kuifata? uh-huh. Ah, okay, sasa. Kwa ali yako yote tuliweza kuyajibu, uh-huh. Au bado una uh, ma, maswali? Okay, basi nashukuru sana kama tume... nilikuwa nataka kujua kutoka kwa wanafunzi wangu kama kuna changamoto yoyote ambayo unao, au kuna swali ambalo unahitaji kuuliza. Um, yes, kama tumeweza kufanikisha kile ambacho kuwa na kitamani, nashukuru sana kwa muda wako na karibu tena kwa wakati mwingine.